Kwa nini maombi yanaleta kibali? Moja, kibali ni kitu cha rohoni kabla ya kuwa kitu cha mwili. Maombi yanaleta kibali kwa sababu kibali ni jambo la rohoni, sio jambo la mwili, kiwa kibali machoni pa Mungu au machoni pa watu. Kibali ni swala la kiroho kabla ya kuwa swala la kimwili. Wewe unasema mimi sipendwi, mimi nakataliwa, mimi na damu ya kunguni. Kibali ni swala la rohoni kabla ya kuwa towaweni swala loni lazima uende kwa maombi. Naamini inamchukua Mungu kugusa moyo wa mwanadamu ili mwanadamu akubali, inamchukua Mungu kugusa moyo wake. Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na saba mstari wa nane na wa tisa, Biblia inasema neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Salepta uliyo mji wa Sidoni ukae huko, tazama nimemuagiza mwanamke mjane huko Mji wa Sidoni ukae ukazama nimemwagiza mwanamke mjane huko ili akulishe. Kweli, kabla ya kwenda yule mjane amesha kamatwa na Mungu. Alikuwa na agizo la kimungu kwa moyo wa mjane umesha kamatwa tayari Kwe ena mwambia nitengenezee mkate nile. Yule mwanamke apate shida kumkubali Eliya ni kwa sababu Elia, kabla hajaenda, Mungu amesha kamata moyo wa yule mwanamke, amesha mpa agizo tayari. Kabla ya kuiendea ofisi, toa agizo kwanza, ulimwengu alao kamate moyo. Eliya kabla kwenda, kitu Mungu alifanya alikamata moyo, alitowa agizo rohoni, kwa yule mchana aliagizwa. Kabla ya kuendea ofisi, agiza kwanza, malaika akamate moyo huyo mtu. Kabla ya kumwendea mkuu, agiza kwanza moyo ukamatwe, agiza kwanza kwa maombi. Ndiyo maana Yesu alijua kabla ya kumwendea yule mfamo ya usuero, alitafuta kibali kwanza rohoni, akaagiza. Alipoenda ilikuwa ni rahisi sana tu, eli alipoenda. Kwa nini? Ni kwa sababu alishaagizwa tayari, yule mama Ona, wakati Yesu anaenda kusulubiwa, maandiko anasema, alipenda kwa Pilato. Pilato amekaa juu ya kisa, huku yule mkake na Pilato alikuja na karatasi akampeleka mewake, usiku huu nimeteswa mengi kwa ajili ya mtu huyu asiye na hatia usiwe na neno naye, manake Mungu usiku tayari ameshakamata kamata moyo wa mke wake. It takes God inamchukua Mungu kukamata moyo wa mwanadamu na kubadilisha. Namba tatu, maombi yanazalisha utisho. Kuna kitu tunakiita aura, yaani mtu muombaji akifika mahali, hali ya hewa inabadilika na kuwa na utisho, kwa sababu muombaji lazima abebe uwepo, muombaji lazima abebe utukufu. Wakifika mahali, anga linabadilika. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka kwamba Musa alipotoka juu ya mlima, baada ya kanabo, aliposhuka uso wake ulikuwa unang'aa, kwa sababu amekuwa na kusema maombi yanabeba utisho. kwokienda sio umeenda unaenda na backup ya mbingu, ziko imako zimekubackup wewe lakini wanachiona la ni mimi mdogo mdogo, ta waizama hata akuoni wewe, wanaonicha kipeba ni kikubwa zaidi, unabaka pia mbingu. Wana Israeli wakauona uso wa Musa yakuwa, ngozi ya uso wake Musa iling'aa, naye Musa akautia utaji ndio uso wake tena, hata alipoingia kusema alipo, naye wana Israeli wakauona uso wa Musa yakuwa, ngozi ya uso wake ilikuwa inang'aa. Huyu Musa amekana Bwana, alipotokeza uso wake unang'aa anatisha ana nuru. Kwa maombi anadhihirisha utisho, hali kama kuna chote kimeblock njia, ukifika njia nafunguka yenyewe. kwa sababu gani? tayari una uwepo wa Mungu, ukifika tu lazima ama kama kuna bebo zimezuia zitaachia njio, utapita ama amefika. hali kama njia imefunga, kibali kitapatikana, atapita mahali pale, kwa jina la Yesu aliye hai. Maombi yanabeba utisho wa Kimungu.